Hapa studioni eh, umewadia ule muda kabisa mwafaka kuweza kuyajadili yanayoendelea katika jamii, na hii leo tutaelekea kule nchini Uganda ambapo ripoti ya idara ya afya ya umma ya Chuo Kikuu cha Makerere imebaini kuwa takriban nusu ya wafungwa nchini Uganda wana maambukizi ya kifua kikuu. Wataalamu wanasema kuwa kwa sababu kuu za hali hii ni pamoja na msongamano wa wafungwa, ukosefu wa hewa ya kutosha, viwango vya juu vya maambukizi ya HIV pia mlo na changamoto nyingine za kijamii na kichumi. Kujadili mada hii kwenye laini ya simu, nitazungumza naye Kasim Kaira, mchambuzi wa masuala ya kijamii akiwa nchini Uganda. Tunawasiliana moja kwa moja kupitia njia ya simu. Halo Kaira, unatupata vilivyo? ndam na karibu sana katika mada lakini vile vile hapa studioni naye Daniel Gakuba, uh, mkuu wa idhaa ya Kiswahili ambaye pia atatusaidia katika kutoa takwimu na kutueleza kulingana na mada hii. Upande wa pili wa studio vile vile Sulemani yupo, atatusomea uh, maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wanasema nini kuhusiana uh, na mada hii na iwapo wana maswali kwa yoyote hapa kuhusiana na mada hiyo. Kwanza kabisa nianze na wewe Kaira, kama mchambuzi wa masuala ya jamii unatafsiri vipi ripoti hii ya kutisha kutoka Makerere na labda inaashiria nini kuhusu huduma za afya katika magereza ya nchini Uganda? Pa, ripoti hii kwangu sio ya kushangaza, na labda kinachoshangaza ni kuwa imechukua muda huu wote kabla ya kuwa labda inajitokeza ama kutamkwa rasmi. Kilicho tofauti ni kwamba sasa imekuwa rasmi, lakini unapoangalia Mataifa mengi barani Afrika utakuta kwamba magereza ambayo yapo kwa sasa hivi mm -hmm. ni magereza ambayo yalijengwa wakati wa ukoloni. Uh, utakuta magereza hapa Uganda labda kuna gereza kama nne tano tu mpya ambazo zimeongezeka tangu uh, kujinyakulia uhuru mwaka elfu moja mia tisa sitini na mbili, na kwa hivyo unakuta kwamba uh, idadi ya watu ambao walikuwa wamepangiwa kuwa ndani ya magereza hayo ingekuwa ni elfu ishirini na mbili, lakini kwa sasa hivi wafungwa ambao wako gerezani ni elfu sabini na tisa. uh -huh. Angalia kwamba ni kama zaidi ya watu elfu hamsini ambao ambao wako jela Uh, katika maeneo na uh, yani ya msongamano mkubwa kabisa, kutokana na hali hii. Lakini hali hii, licha ya kuwa labda inatisha kwa Uganda, lakini ni hali ambayo kwa mara nyingi utakuta barani Afrika, ni swala ambalo utakuta mataifa mengi hilo hilo huenda likawa linajitokeza hali hii, na kwa hivyo ripoti hii haijanishangaza mm -hmm. Ni kuwa tu imejitokeza kwa wakati huu bwana Daniel eh, Chuo Kikuu cha Makerere kimesema ni nusu ya wafungwa ambao wako katika magereza mbalimbali nchini Uganda, sijui labda takwimu zinasemaje kwa uhalisia wa ripoti hiyo. Asante sana Saumu. Uh, kama alivyosema Kasimu Kaira, bila shaka siyo hali ya kushangaza kwa kuzingatia msongamano wa wafungwa katika magereza uh -huh. na pengine kwa kutoa takwimu kuangalia jinsi msongamano huo ulivyo uh -huh. Ukiangalia kama Uganda ambayo sasa hivi tunaizungumzia uh, ripoti ya mwaka elfu mbili na tatu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki eh, na shirika la kimataifa la kutetea mageuzi katika uh, magereza manake uh -huh. eh, kutetea hali nzuri eh, ya wafungwa katika magereza inaonyesha kwamba nchini Uganda magereza kuna msongamano ambao ni zaidi ya kiwango kinachohitajika uh -huh. wa asilimia mia tatu na sabini na mbili uh -huh. E, kwa hiyo ni, ni, ni msongamano mkubwa sana na lakini sio Uganda peke yake, ni kwa sababu hii ni ripoti ambayo tumeipata kutoka e, chuo kikuu cha Makerere uh -huh. E, hata katika ma, ma, ma, mataifa jirani uh -huh. hali si nzuri sana, pamoja na kwamba e, kwa, kwa mujibu wa ripoti hiyo si mbaya kama vile ilivyo Uh, nchini Uganda uhum. kwa mfano, kwa sababu Tanzania inaonyesha kwamba uh, msongamano ni wa asilimia mia na kumi asilimia kwa hiyo kidogo wanajitahidi. uhum. ukija upande wa Kenya uh, asilimia mia na sabini na tatu wanakaribia pia uh, zaidi ya, ya nusu ya wanaopaswa kuwemo na nchini Rwanda inaonyesha kwamba ni mm. e, msongamano ni wa asilimia mia na thalathini na nane, kwa hiyo naonyesha kwamba hali si nzuri katika eneo zima. Bila shaka takwimu ambazo umeweza kutupatia bwana Daniel ni takriban karibu mara mbili kwa zile ambazo zinadhihirika pale nchini Uganda. Narudi kwako bwana Kaira. Je, unaweza kusema kwamba mamlaka za magereza nchini Uganda na serikali zimechukua hatua za kutosha katika kukabiliana na hali hii, au labda kuna dalili za uzembe wa kisera na kimaadili? <laughs> Kwanza kabisa ni uwekezaji ndani ya magereza kwa sababu mm -hmm. kama kungekuwa kuna bajeti, unapoangalia bajeti inayotolewa kwa magereza ni ndogo, ni kiwango kidogo sana, ukilinganisha labda na sekta nyingine. Lakini labda ni kwa kuona kwamba ni watu ambao wamekaa wamefungiwa wa pale, na labda hawana mchango katika uchumi wa taifa, licha ya kuwa hilo sio kweli. Unapoangalia Uganda hasa, magereza yana mchango mkubwa ndani ya kilimo, ya ujenzi wa majumba kwa watu na kadhalika lakini uwekezaji wa serikali umekuwa ni mdogo sana. Uh, pili, hata maeneo ambayo yapo, maanake kama gereza kuu ya Luzira hivi imeweza kupata mwekezaji ambaye amekuja ku, anataka kujenga nafikiri jengo la na hoteli la kisasa kubwa sana katika eneo ambapo gereza imekaa, na kwa hivyo kuna mpango sasa wa kuhamisha gereza hiyo na kuipeleka eneo jipya. Hapo kuna fursa labda ya kuweza sasa kutumia njia hiyo kwamba ni eneo jipya kujaribu labda kuweka vifaa ama vitu uh, madhubuti ambavyo vitaweza kusaidia uh, magereza. Lakini katika magereza ambayo yako kwa sasa hivi, mengi yako karibu na miji, hayawezi kupanuliwa kwa sababu yako katikati, karibu na miji. Ujenzi wa gereza mpya utakuwa una, ni wa bei sana na, na hivyo kufanya kazi hiyo kuwa ngumu. So sio uzembe wa serikali, labda kusema hivyo, lakini nafikiria uh -huh. kiukweli ni kwamba uwekezaji ndani ya sekta hiyo umekuwa ni mdogo sana ukilinganisha labda na sekta nyingine. Hilo huenda likawa linachangia katika shida uh, ambayo tunayo kwa sasa hivi hapa. Amezungumzia samani, bwana Kaira, umetaja kwamba gereza litahamishwa kutoka sehemu moja uh, kuelekea sehemu nyingine, lakini ukizingatia kwa <laughs> takwimu zilizotolewa za TB ama kifua kikuu ni ugonjwa ambao unaambukizwa kulingana na maeneo ambayo yamefungwa, na watu wakiondoka, eh, labda kutakuwa na changamoto ya kusambaza. Pengine kimtazamo wako huoni hii badala ya kupunguza takwimu eh, tunaweka katika athari ya kuongeza geza maambukizi no, uongezaji wa maambukizi hata nafikiri, na, na, na, na kwa nguvu kabisa kwamba mm hivi -hmm. Tumeona ni ndani ya jela, lakini hatujaona ndani ya jamii mm -hmm. Kumbuka watu wanaofungwa gerezani wana jamii zao ambao wanakuja kuwazuru kwenye gereza wanapokuja na mtu ana kifua kikuu, ataondoka nacho na hivyo kukipeleka nyumbani. Hivyo utakuta labda takwimu ni kubwa sana kiasi kwamba hapa Uganda sasa, unaona ni watu ambao wanatazamiwa wana, wana kuwa wameambukizwa ugonjwa huo uhum. Ni elfu, elfu tisini na nne elfu nne mia saba wakiwa wanafariki kutokana na, na ugonjwa huo kila mwaka. Maanake shida hii ya kuhamisha ugonjwa ni kwa kweli ipo. Angalia hata wale maafisa ma, ma, ma, wa magereza ambao wanatumika ndani ya magereza, takwimu mm, zinaonyesha asilimia thelathini na tisa nao wamekutwa na ugonjwa huu. Ni kwa sababu wanakuwa katika njia na mazungumzo na kila wakati wanakuwa wako na wale wafungwa. Ikiwa wale wana msongamano ndani, hata hawa ambao wanafikiria kwamba wako huru bado watabeba ugonjwa huo na, na hivyo kuusambaza. Manake hivyo ni, ni, ni kweli kuna gumzo hapo mm. ni kitu ambacho kinaomba kufanyia kazi kwa haraka kabisa, labda kujaribu kukabiliana nacho. Msikilizaji na mtazamaji, ikiwa ndio mwanzo unajiunga nasi, huu ni mjadala tunaangazia uh, hali ya maambukizo ya kifua kikuu kule nchini Uganda katika magereza, hasa idadi imetajwa kwamba ipo juu. Lakini nirudi kwako, kwa bwana Daniel, kwa nini unadhani kwamba wafungwa ni wengi kwa kiasi hiki nchini e, Uganda, ama katika magereza ya Uganda na kuongeza changamoto ya watu kuambukizana eh, magonjwa mbalimbali eh, ikiwemo kifua kikuu. Bila shaka kuna sababu nyingi eh, baadhi Kaira ameyazungumzia katika jibu lake la kwanza kwamba kuna miundo miundombinu eh, hafifu. Uh, pengine eh, kama kungekuwa na nafasi ya kutosha katika magereza huo hmm, msongamano uh, ukawa sio mkubwa kiasi hicho, hata maambukizi hata tunazungumzia pengine yasingekuwa makubwa yasingekuwa makubwa kiasi hicho lakini hmm. Sababu nyingine ni za kimfumo eh, kwamba pengine mataifa hajaweka utaratibu eh, wa kuwarekebisha watu bila ulazima eh, wa kuwakamata na kuwafunga mm, kwa sababu hesabu za watu wanaofungwa eh, zinaonyesha kwamba ni kubwa, pamoja na kwamba Uganda eh, katika hilo sio, haiko mbele sana katika eneo la Afrika Mashariki. Kwa, kwa mfano kama Rwanda kwa mfano ndo iko juu sana, kati ya wananchi laki moja mm. eh, inaonyesha kwamba mia sita na moja wako, wako, wako jela mm, kwa hiyo mm. kwa kiasi kikubwa kunaa hakuna mfumo mwingine wa kuwawajibisha watu au pengine njia za kijamii za kurekebishana. Kila mtu akikamatwa anapelekwa gerezani, kila mtu akikamatwa pengine hata makosa madogoatuwanapelekwa kwa hiyo nadhani hilo ndilo tatizo linalofanya kwamba hesabu za wafungwa katika eneo la Afrika hasa kusini mwa jangwa la Afrika uh, la Sahara wanakuwa mm -hmm. wengi sana ni za kimfumo pamoja na za kimuundombinu. Naarifiwa kwamba muda wetu unayoyoma, lakini msikilizaji na mtazamaji wetu ni sehemu muhimu ya uh, ba, ba, matangazo haya. Tulikuwa tumekuarifu tuandikie maswali ama hoja ambazo nadhani kuhusiana, eh, na mada ambayo tunaijadili hii leo. Sulemani, wanasemaje huko mitandaoni? Mtandaoni hakuna maswali, lakini wengi wameeleza kusikitishwa na hii ripoti. Kwa mfano kama mm -hmm. huyu anaitwa Eliud anasema haki zingetoka katika kuwahudumia watu wote, yawezekana mazingira ya humo gerezani sio rafiki na ndio yaliyosababisha maambukizi hayo. Lakini Dida Sasanga anasema, yuko Arusha Mm -hmm. Pole wafungwa kwa pitia Uganda kwa changamoto mnazopitia. Serikali ya Uganda iwatazame, maana hao nao ni binadamu. Lakini mmoja anauliza anauliza jitihada gani ambazo serikali ya Uganda imekuwa ikizifanya, na pengine kama linaweza kama imeshajibiwa litajibiwa mm -hmm. kuhusiana na kupunguza haya maambukizi ya ya ugonjwa huu kwa magereza katika nchi. Asante sana Sulemani. Bwana Kaira, uh, muda haupo nasi, lakini hatimaye ningependa kukuuliza kama kama mwanajamii na mchambuzi, labda una wito gani kwa serikali, mashirika ya haki za binadamu na kwa jamii kwa jumla, kwa sababu sio tu serikali inayopaswa kuwajibishwa kuhusiana na swala la maambukizi ya kifua kikuu magerezani. Namna gani watu wanaweza kuchukua jukumu katika kuhakikisha kwamba wanafahamu wanafundishana, wanaelezana katika ama kuhusiana na, na maambukizi na usambazaji wa kifua kikuu? Uh, muhimu zaidi ni watu kwenda kujipimisha muda kwa muda, kwa sababu vile tunavyoingia maeneo kadhaa unakutana na watu tofauti, huenda ukawa umeambukizwa bila kujua. Mm -hmm. Unaona, hata hapa utaona kwamba kesi ambazo zinaitwa latent cases Mm -hmm. Manake uh, kifua cha, cha sasa ambacho ni watu wana ugonjwa lakini hawaujui, haujadhihirika hawa ni wengi sana unapolinganisha na wale ambao isia uh, uh, wameugua na hivyo labda kuweza kuathirika zaidi na ugonjwa huo no. Sasa muhimu zaidi ni kwenda kupimishwa. Mm. Ya, ya mwisho ni pia kwenye serikali, hasa kuhakikisha kwamba watu wanapelekwa mahakamani, kwa sababu watu wengi ule mjazano ule msongamano ambao uko ndani ya magereza ni no. Kwa sababu kuna kesi nyingi za watu ambao wapo on remand, mm -hmm. ambao hawaweza kufika mahakamani na hivyo kuendelea kukaa gerezani licha ya kuwa labda huenda wa, wasikutwe wa, wa, wa, wa, wa, wa na hatia. Ni muhimu zaidi kuongeza njia za kuweza kupeleka watu mahakamani ili waweze uh, labda kujiondoa katika hali hiyo, msongamano upunguke kidogo. Shukran sana Bwana Kasim Kaira kwa kuweza kujumuika nasi katika mjadala wa leo. Shukran sana Daniel Gakuba vilevile, msikilizaji na mtazamaji na Sulemani kwa kutusomea ujumbe uliokuwa umetumwa na mfuatiliaji wetu.